Bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wasallama. Nam, tupo katika viwanja vitukufu vya Mina ambapo tunajiandaa kuelekea katika Arafa siku ya kesho mwezi tisa. Hapa ni naye mmoja ya viongozi waandamizi kabisa wa shughuli hizi za uratibu na usimamizi wa Haji. Ah, ni heshima na ni hadhi kwa wapenzi watazamaji na wasikilizaji, akijitambulisha mwenyewe kwa jina na uzoefu wake katika shughuli hizi lakini pia na e, wito wake kwa mahujaji na hata wale ambao hawakubahatika kuja mwaka huu. Karibu Alhaji. Asante sana katibu manake. Bismillahi, mashallah, katibu wa taasisi ya Alsafa

kwahi kutokea hasa katika ardhi ya Tanzania na kwa kipekee kabisa upande wa bara na hata Zanzibar. Sasa labda tupate e, uzoefu wako wa shughuli hizi za haji, ndugu katibu. Tunatambua kwamba kwa muda kwa mrefu sana umekuwa ukishiriki shughuli hizi, hebu tupe e, uzoefu wako baina ya haji hii ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano na haji iliyopita au haji zilizopita. E, nini tofauti yake uh, Um, nimeitika wito wa Mwenyezi Mungu kwa tindu, sababu wito tumeitwa na Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim ameambiwa kicho wazimasmi haki na kuitikia ni wajibu wetu, sio kusema Mungu hajanitaugu apeshaaa sisi wenyewe ni kuitikia, na nina experience ya karibu miaka nane alhamdulillah, kwa upande um, wa, wa hija ya mwaka jana na mwaka huu sana. Ndio, uh, ndio. Ndio. Ndio. E, ndio. Ndio. Eh, unadhani una wito gani kwa mahujaji wenyewe waliokuwepo hapa walio fika katika viwanja hivi vitukufu ee, rasmi na hata wale waliokuwepo nyumbani ambao kwa sababu moja ama nyingine hawakuweza kujaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa upande wa mahujaji ambao wamefika, kwanza, uh, safari ya kuja ni safari safari, mara nyingi wa, wa Tanzania, one time, one chance, one, uh, kwa wetu Tanzania ni safari ya one one one, time time chance in the lifetime, mtu wanapata a mara moja. Kwa hiyo kwa ambao wamefika, waitumie nafasi nzuri kufanya kazi zao na wazifanye katika ubora ya wati, wati, wati na wa hali ya juu wakiongozwa na viongozi wao, na kwa ambao hawajafika nadhani ubora wafanye zote kama mtoto mchanga njiani, kwa mujibu wa mapokezi ambayo tayari tumeshuhudilia kuyaona kupitia vyombo mbalimbali vya habari na matangazo vinavyorusha shughuli na taratibu za haji na mahujaji wake hususan kutoka Tanzania zimebaini, na nikiwa nakosea utaniongoza na utanisahisha, zimebaini kuwa wanawake ima wanawazidi wanaume kwa wingi wa idadi au wako sawa. Nini siri ya kina mama kupata mwamko wa hali ya juu, na ni mwamko kama inavyosemekana au ni uwezo? Nini siri yake? Siri, kina mama, sana. Na, wakati kama hmm. Hmm. Asante sana uh, sasa hivi well, tunakwenda katika uchaguzi na ni vitu muhimu, kwa sababu ni tukio la kitaifa na tukio ambalo linabeba maslahi mapana ya taifa la Tanzania kwa upana wake, una nini cha kuambia wananchi wa Tanzania wa kwa ujumla, lakini pia specifically Waislamu ambao wa labda kwa namna moja ama nyingine unaona labda uchaguzi sio kitu muhimu katika sehemu ya maisha yao. Uchaguzi hiu katika maisha yala ameweka nafasi ya